Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Hamisi. Alizaliwa katika familia ya kawaida kijijini, lakini maisha yake hayakuwa rahisi. Ajali ya moto alipokuwa na miaka mitano ilimwacha na ulemavu wa mguu mmoja. Alikuwa akitembea kwa fimbo, huku akivumilia kejeli na dharau za watu waliomwona hana thamani. Pamoja na hayo, Hamisi alikuwa na moyo wa upendo na roho safi. Alimpenda Amina, binti aliyekuwa mrembo wa kijiji Mwenye tabia ya upole na uso wa bashasha. Walikuwa marafiki tangu utotoni, lakini kwa Hamisi mapenzi yake kwa Amina yalizidi urafiki wa kawaida. Alimpenda kimya kimya akijua kuwa hana nafasi moyoni mwake. Siku moja, Amina alimwambia Hamisi kuwa kuna mtu anayempenda. Masudi, kijana tajiri na mwenye haiba nzuri. Hamisi alijifanya kufurahia habari hizo lakini ndani ya moyo wake alihisi kama kisu cha moto kimechomwa kifuani mwake. Alijua kuwa hata akijaribu vipi, ulimwengu haukuwa upande wake. Amina aliolewa na Masudi kwa shangwe kubwa. Harusi ilifana na kijiji kizima kilisherehekea. Hamisi alihudhuria akijificha nyuma ya umati, macho yake yakiwa na machozi yaliyokataa kudondoka. Alimtazama Amina akitabasamu akiwa na mtu mwingine, si yeye. Miaka ilipita na ndoa ya Amina haikuwa ya furaha kama alivyodhani. Masudi alikuwa na wake wengine na alimfanya Amina kuwa mke wa kupuuzwa. Alikuwa akilia kila usiku akijutia maamuzi yake. Alipojaribu kumtafuta Hamisi, tayari alikuwa ameondoka kijijini akiacha nyuma historia ya upendo wake usio na majibu. Amina alielewa, lakini ilikuwa tayari upendo wa kweli aliopoteza mikononi mwake.